Asante sana, ah. No, no. Mimi naitwa Nuru Kanga, yeah. Aspirant wa 2027 yeah, Orera Ward. <laughs> Wewe, wewe elewa bora mimi nitasimama. <laughs> <laughs> Pika, mimi naenda pale kwa Orera Ward, hey. Naenda kutafuta pia haki yangu ama riski ya Wakenya ya wa wale wanakaa pale namiza <laughs> spika, mimi kama Nuru Kanga natoa opinioni yangu na huwa nasema kama mbaya Bye. ni mbaya Yes. nimeona mtu mwingine anataka kunforce Mr. Speaker kukuwa mahali staki. Kwanza wacha niweke hii maneno sawasawa Kabuha. mimi kama Nuro Kanga Ani Kagure ni rafiki yangu, tunaongeanga na yeye hata kwa simu, lakini upande wa kampeni siwezi yeah. msapoti hapa, na naroata anajua Ani Kagure anajua, mimi ni mtu wa Babu au Owino wezi nilazimisha Lazi kwani Kagure mimi mtu mwenye niko naye eh, governor hapa Nairobi ni kijana ambaye ako na 37 years na nywele ya waiti imetoka kwa kichwa, ako na future mbele, kijana mdogo Mr Speaker, mimi niko nyuma ya Babu oh, Owino hata kama sina oh, kura ya Nairobi na badilisha ya but niko na marafiki hapa Nairobi, kabisa. niko na waluya wale naweza ambia pigia Babu Owino kura napigi nitaspika mimi kama Nurokanga, niko na marafiki wangu hapa Narobi wale ambaye anaweza kuja Narobi nisimame juu ya gari niwambie, mimi nimeenda korera na natafuta kura ya mca pale korera. Lakini nyinyi ambaye muko Narobi, kijana huyu kijana mdogo, angukeni na babu wili na watasikia watapiga kura and Mr. Speaker, mambo ya Sifuna. Thank you Mr. Oburu, asante sana, umefanya jambo la maana na hapo ndo nilikuwa tunangojea, mumeingiza kidole kwa makende yetu. hey! Hey! Hey! Hey! Mr. Speaker, nimeona jana Mr. Speaker, nimeona jana Mr. Speaker, nimeona jana. Nimeona jana Mr. Speaker. The old MCA ambaye amechaguliwa anaitwa Matachi hmm. Aliongea mbaya sana Head speech. Akasema kwani kuna tupukuzu tugapi tuko hii Nairobi, aliongea mbaya sana na sisi kama Waluya. Sifuna ni ndugu yetu, mimi ni Mluya, Sifuna ni Mluya. Munataka kujua ODM bila Sifuna sio ODM. ODM bila muluya mumechukua chokora ya busia yenye haijulikani, munayeka hadi ODM bila muluya Oburu, kulingana na vyenye ameongea, na heshima ya viongozi hapa, tulipitisha sheria na tukasema huwezi tumia kudhalilisha kiongozi fulani. Wewe umesema tuna mtu amechaguliwa.